Naam, karibu tena mtazamaji. Timu ya Kenya ya unyanyuaji uzani kwa wachezaji walio na ulemavu wa kuona itaondoka nchini usiku wa leo kuelekea Kazakhstan tayari kwa mchuano wa dunia. Na mwanaspoti wetu Luqman Mahmoud aliwatembelea kambini na kutuandalia taarifa hii. Licha ya changamoto walizonazo, wachezaji hapa wanaendelea kufanya mazoezi ya mwisho wakijiandaa kupeperusha bendera ya Kenya kimataifa. Kulingana nao, baada ya kushinda medali kumi na mbili mwaka jana kwenye mchuano huo, sasa wanalenga medali zaidi. So far, since we were here, we've adjusted our training. tumekuwa tukikuja daily na kambi imetusaidia sana kukusanyika kwa pamoja 12 medals. Now we are aiming above 20. Kando na kuwa ni mchezo kama michezo mengine, wachezaji hapa wanasema mchezo huu wa unyanyuaji uzani umekuwa na manufaa mbalimbali kwenye maisha yao, hasa kutokana na changamoto walizonazo. Actually, kwa health wise, mimi nasikia niko fiti, magonjwa si, asisikii magonjwa iko, nasikia tu niko na moral, moral kabisa kwa kujitegemea pia ni game inalipa, ukicheza vizuri ni game inalipa. Benchi la ukufunzi likiwashukuru wote waliofanikisha maandalizi hayo, wakiahidi matokeo mazuri pia wakati watakaposhuka uwanjani wiki ijayo. Ni mkakati iko sawa, tumewekwa camp vizuri mm -hmm. kila kitu iko poa mm -hmm. Eh, allowances wamepata vizuri, so ni si imebaki pande yetu pande ya serikali iko sawa, tuwezi laumu serikali chochote. Kikosi hicho kinaanza safari kuelekea mjini Almaty nchini Kazakhstan ambapo shindano hilo litaandaliwa. Mungu hakupe ulemavu akakunyima mwendo, ndicho ambacho kimedhihirishwa na wachezaji hawa wakijiandaa kwa ajili ya mchuano wa kimataifa utakaoandaliwa baadaye wiki ijayo. Luqman Mahmoud, runinga ya Citizen, kaunti ya Nairobi.